Anaialai kwa njia anasema, ikiwa kaokota mtoto, mtoto mchanga mdogo, hamjui nani babake, baba yake hamjui nani mamake. Kwa hivyo kamchukua akamlea akamsomesha mpaka ameshakuwa mkubwa. Baada ya hapo, ndio akatokea lio baba yake, na huku kuna masala ya kuolewa sasa je, nani ambaye kwamba ana haki na mtoto huyu ni mwanamke je, nani ambaye kwamba ana haki sasa ya kutoa idhini? Ni huyu aliyemlea au yule baba yake wa hakika? Jawabu ni kwamba itapothibiti kwamba huyu ndio baba yake wa hakika, yeye ndio mwenye haki ya kutoa idhini, siyo wewe. Wewe huna haki ya kutoa idhini, hata ingelikuwa baba yake hakujulikana ni nani. Wewe we, huwezi kutoa idhini. Umefahamiana? hayo madhambi yake aliyofanya ni yeye na Mungu wake, lakini bado anaendelea kwa baba yake, abadiliki na haki ya kutoa idhini ni yake. E, lau baba yake hakujulikana basi idhini atatoa mtawala wa Kiislamu hata ikiwa katika nchi yake haendeshi kwa sheria ya Kiislamu lakini bado mwenye itikadi yake ni Kiislamu basi idhini atatoa yeye, kama Mtume alivyosema kwamba eh, eh, asultan waliyu malla waliyi lah kwamba mtawala ndiye walii wa mwanamke ambaye kwamba hana walii, mafahamiana. Na si lazima atuye sultani mwenyewe, mtawala mwenyewe eh, makadhi wake aliowaweka, kwa sababu makadhi wale wanakuwa wanamwakilisha mtawala wa Kiislamu katika upande wa dini, masala ya dini. Kwa hivyo kaweka pale wao, kadhi atatoa ikiwa katika nchi hakuna kadhi, basi jumuiya ya wa Waislamu, kwa mfano Tanzania kule, tuseme Bakwata inatosha kutoa. Bakwata inaweza kutoa ikiwa hakuna jumuiya ya wa Waislamu, basi jamaatul muslimina, kikundi cha Waislamu, kwa mfano imamu wa msikiti pamoja na, uh, kamiti yake anaweza kutoa, au mkubu, kama mkubwa wa kijiji pale, kama yupo vile vile anaweza kutoa idhini vile vile na wewe unaweza kuwa mmoja katika hao kwa shiriki, lakini si kwamba utoe idhini peke yako. Hapana, idhini lazima itokane, ito namna hiyo, mpaka ikifika kwamba hakuna kabisa katika nchi, hakuna anaishi katika sehemu ambayo kwamba tuseme hakuna Muislamu, hakuna mtu yote au wewe mwenyewe umefariki, yuko peke yake, basi atampa idhini mtu mwingine, atakwenda kumpa idhini muislamu mwingine kama hakuna kikundi eh, jamaa, yani hakuna kikundi wala hakuna imamu wala hakuna eh, hakuna msikiti hakuna eh, Yaani yuko yeye na baadhi ya wa Waislamu, tu au wa Muislamu mmoja tuseme, basi atampa idhini yeye kwamba niwezeshe huyu. Namna mna hiyo ndio zinapokwenda daraja kwa daraja. Kwa hivyo wewe lau baba yake alikuwa hayupo kwa mfano, wewe peke yako hutoe idhini, utaanza kwanza kwa makadhi, makadhi hawapo utakuja katika jumuiya za Uislamu hakuna utakwenda katika jamaatu muslimin hata katika msikiti na imamu na, na kamati yake na wewe utakuwa mmoja wao namna hivyo. Eh, kwa hivyo